Hatuna chama kingine sisi, ni Chadema na tutaendelea kuwa Wanachadema na chama hiki tunakipenda na tumekipigania na tutakipigania. Kwa hiyo, hata uchaguzi mkuu ujao, nyinyi mtakuwa ndani ya Chadema kwa sasa? Tuwe wapi? Ndio chama chetu, lazima tuwe Chadema che, hakuna chama kingine mm. Ester Bulaya anasema ni Chadema damu na hana pakwenda, ikiwa tofauti na hiki unachokisema leo. Haiwezi kuwa tofauti. Ikiwa tofauti. Haiwezi kuwa. Ikitokea ikawa tofauti. Haiwezi kutokea Huwezi kuto haiwezi kutokea ukawa nje ya Chadema. Haiwezi kutokea. Mpaka 2025. Haiwezi kutokea. Kwa hiyo maisha yako yote yatakuwa ndani na ya Chadema. Nakwambia mara tano haiwezi kutokea, haiwezi kutokea, haiwezi kutokea, haiwezi kutokea. Chadema damu chama la wana. A few moments later. Chama cha Mapinduzi ndio Barcelona ya Tanzania. Chama cha Mapinduzi kimerudisha usajili kwa wachezaji wake wa Barcelona ambao waliwatuma kwa mkopo kwenye timu ya Leicester City ambayo imeshuka daraja. Leo sitakuwa na maneno mengi zaidi, zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, zaidi ya kutimiza azma yangu, lakini furaha kubwa, nimerudi nyumbani.